kuona utukufu wa Kimungu kakae kwenye neno. Jamani, Amina. Wangapi wanatamani kuona utukufu wa Mungu? Sisi wote tunatamani kuona utukufu wa Mungu. Lakini maandiko yanasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Neno akikaa kwako hutakosa kuona utukufu wa Mungu. Neno likikaa kwako hutakosa kuona utukufu wa Mungu. Utauona utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Jamani amina. Lakini sharti neno likae kwako. Jamani amina. Lakini jambo la mwisho, neema. Neno la Mungu linazalisha neema juu ya neema, linatupatia neema juu ya neema neema ipo lakini linaongeza neema tena juu yake, jamani. Amina wapendwa, amina. Ukikaa kwenye neema, neno utapata neema juu ya neema.